Jina langu naitwa Simon Kurwa ni mwalimu wa kituo cha Geita Football Academy. kituo hiki kilianzishwa mwaka elfu, elfu mbili na kumi kumi na moja, kikapata usajili kutoka Baraza la Michezo la Taifa. Baada ya hapo tukaendelea kufanya mafunzo kwa vijana mbalimbali, tulikuwa mbali. Tunapata vijana wadogo kama hawa ambao wako hapa na wengine wakawa tunawapeleka shule mbalimbali mbali za michezo, kwa mfano Alliance, tulikuwa tunapeleka vijana wetu kule pia tumefanikiwa kupeleka vijana wengine kwenye shule zingine kwa mfano Rodenburg ya Bagamoyo, pamoja na wengine walipata nafasi ya kucheza tu katika ligi kuu za hapa nchini Tanzania. Pia kituo hiki toka kimeanzishwa takribani kime, kimekuwa na watoto wengi na ni miongoni mwa kituo kikubwa hapa Geita, ambacho kwa kweli kina mafanikio ya mengi ya msingi. Kwanza, kina riteni watoto alafu kinafanya training muda wote e, ifanikiwa kupata mafanikio makubwa zaidi kwa, kwa sababu ndani ya watoto hao wa, kuna miongoni, alishawahi kutokea mtoto ambaye alicheza timu ya taifa ya vijana na pia sasa hivi anacheza ligi ya NBC mchezaji mmoja mzuri sana na mahiri sana. E, na sana kwa kweli tumefurahi kwa kuyapokea mashindano haya, yalianzishwa na kanisa, kweli tumeona ni fursa kubwa sana kwetu sisi, kwa sababu haya mashindano mbali na kucheza lakini tutapata neno na ujumbe mahususi kwa ajili ya kumtukuza na kumwenzi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mi nafikiri ni fursa saa, hasa sasa hivi ukiangalia trends zimebadilika sana, mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa sana. Nafikiri kwa kushiriki mashindano haya tunaweza tukapata fursa na wachungaji wakaweza kutulisha neno lao kuhusu kuishi katika maadili mema na kuwafanya vijana wetu waendelee na, na, na, na talanta zao walizonazo, lakini kwa kumfasa maene, ma, Maelekezo ya Mwenyezi Mungu jinsi anavyotupasa tuishi. Nimefurahi sana kwa fursa hii.